Kamati ya Senate kuhusu uwekezaji wa umma katika serikali za kaunti na hazina maalum imetaka serikali kuu kuhakikisha utoaji wa mgao wa fedha kwa serikali za kaunti unafanyika bila ya kuchelewa. Wakizungumza walipozuru kaunti ya Kwale, wanachama wa kamati hiyo pia wametaka Wizara ya Afya kutoa malipo ya SHA kwa hospitali za kaunti kwa wakati ili kuzuia ku, kuzuia huduma za kaunti kukwama. Kamati hiyo imesema kuendelea kucheleweshwa kwa fedha kutoka serikali kuu kunalemaza miradi mingi ya maendeleo na huduma za msingi katika serikali za kaunti. Naam, na ripoti tutapata taarifa hiyo baadaye. Kwingineko, ili kuzisaidia jamii zinazoishi sehemu kame kujisitiri dhidi ya makali ya kiangazi, serikali kuu na zile za kaunti zimetakiwa kufanikisha miradi itakayosaidia jamii kuhifadhi maji safi. Wito huu umetolewa wakati wa kikao cha kila mwaka cha kampuni ya usambazaji maji ya Mutitu

teaninanyacha natunakua na tunakuwa na shida sana ya maji. Ninakunywa maji mzuri hata ngombe yetu ngombeaitaisaiitana sana sana, hata kwa saba nikaenda kwa shamba nitalima na hiyo ndagi. It is tragic that despite experiencing floods during the rainy season many of these regions still struggle with severe water shortages in the dry season. Sometimes even leading to loss of life. Through kitchen gardening, our members will not only grow enough vegetables for their own consumption, but also generate income.